Yo, what's popping? Karibu sana. Hii hapa ni The Gossip Table. Mimi naitwa Ali Adabu 13. The only one pipipi. Eh bana, tuwakaribishe vizuri kabisa na siku ya leo yes. Bwana yes. Leo eh? Leo kwanza ni siku kuu. Ni siku. Eh? Eh? Kumbuka. Okay. Ya fanya kazi kama sisi. Mm -hmm. Ni siku yetu ya kusherekea, tusherekee vizuri lakini kwenye kusherekea huku kuna wengine wamefanyaje? Mm, wanapitia mengi sana hapa duniani wakati sisi tunasherekea, wengine wana huzuni eh. Kuna wengine wanashika vichwa saa hizi, wanajiuliza haya mambo, mimi nitaweka wapi sura yangu kweli kabisa eh, nitamwambia nini mtu fulani au, yani, nitawaambia nini watu eh? <laughs> si vipi? si vipi na kitu chengine unavyoambiwa ishi maisha yako mm. Usipende kuishi maisha mm -hmm ya kumwiga fulani. Yaani, ukitaka hii dunia iishi vizuri usiwe na mawazo, niishi maisha yako. Okay, usiangalie binadamu wamesema nini kwao. Unakuta watu wengi sana wanakaa na mawazo, wanahuzunika, wanajutia kwa sababu mm. anaishi kwa ajili ya watu, watu wengine wanamwangalia eh, akafanya kitu gani? Umeona sasa. Sasa bwana, huko mitandaoni umefanyaje? Adabu umehapeni sana eh, kwanza vipipi wao ukikaga na watu na nisnichi

E, sasa yeah, huko mitandaoni kwanza kinacho trendi ni ile sauti yeah, e, ya bwana Haji Manara ambayo, yeah, imekuwa ikitrendi sana kwenye mitandao ya kijamii huko, hasa Instagram. Mm -hmm. Dada wa taifa mm, kakinukisha. Mm -hmm. kwa na kakinukisha, watu huko wanajitafuta, wanaulizana, bwana, imekuwaje mzee mzima huyo ambaye anasimaga sisi yeah. Ehe. -eh. wako wengi mm -hmm watu wengi sana wanafanya hizi ishu za umbea lakini, mm, yeye ndio inaonekana top. Na mtu kama akiwa ana shida sana ya mambo, akikaa hapa anamtongea, si bwana, sikiliza, kuna mtu moja mbili tatu, wee nshie mwamala. Kwa hiyo mtu kapata mwamala kwenda kaona, sasa mimi hela ya chai sina. Ehe, ngoja nimtumie bwana, dada Mange Kimambi mimi iye hii klipu nipate maokoto, maokoto ya chai. Sasa sikutenye basi hela nyi futu laki mbili, laki tatu kama mtu alikuwa mamtu alikuwa na ile laki tatu laki mbili, nafikiri ndogo sasa. Kwa mtu kama nani, kwa kutuma tu sauti? Hata mimi nafanya kwa, kwa jinsi tunavyomuona laki mbili mshinde mm? tunavyomuona we laki mbili mshinde, kwa mwonekano wake u laki mbili mshinde. Unaambiwa hivi, wanasema hivi kwamba msanii ukimuona kwenye mitandao mm. na uhalisia maisha yake vitu vitofauti tofauti. Kwao umekubali kwamba aliyetuma zile video kwa <tuhi> dada Mange Kimambi, sasa kwa kipindi hichi mm. nakubali, ndio nani, eh Twiga, eh Kweli? Acha bwana, vipi vipi? Twiga we twiga kutoka Serengeti mpaka Marekani, sikiliza, twiga ana mabrandi ambayo anamzunguka ya nguo uh -huh. Maduka ya fashion uh -huh. Isitoshe pia kuna mtu ambaye anasikia sasa hivi anamzingatia achana na hayo mabrandi. hmm. sijua nini hapa. Ha? Pesa, kwa mda huu alikuwa nayo ah, hela ipo, yaani mpaka anaondoka hela ipo, sio maana alikuwa na jeuri ya kuondoka. Issue ni imekuaje, hmm? Imekuaje. Ah, sasa, issue ni imekuaje, kwenye mahusiano wewe kuna picha kuonyesha ile ya nini mm. namna gani ukaona, mm. wewe ukasema Oka uwezo ungeweza, sasa kashindwa wale mambo akaamua akaeza kipembeni, sasa kukaza kipembeni mm. uh-huh maana kwamba huyo alikuwa na njaa sana iamtumia, ah. Mange Kimambi zile video hiyo sauti, so akumtumia sasa bana eh. Haji Manara bwana, kupitia ukurasa wa Instagram, baada ya ile voisi kuwa imetrendi sana, watu hawajui nani kaivujisha ile voisi, yes. Lakini ukitafakari na kuchukua hatua na tafakuri kubwa sana, kwa wambea wengi sana kaya, wengi wanasema kwamba zile video kavujisha Zairisa, ile voice kavujisha Zairisa. Zairisa ambaye alikuwa ni mke wake na Haji Manara ex mm, wameachana talaka ngapi? Tatu, trip tatu, kutalaka kapewa. Kwa hiyo anasema Zairisa mm -hmm. ndio anahusika kindaki, kindaki kuvujisha zile voice za Haji Manara kwa Mange Kimambi. Ngoja tusi, tusi- unajua nani, nani, Bugatti hajasema ukweli Mm-hmm, ile inavyoonekana kwamba amekubali ile voisi nio mm. ya kwake yeah. Maki kuna mwingine anakataa hizi voisi za kwangu zimeditiwa, lakini ye moja kwa moja anakubali yeah, voisi za za kwake. Shida inakuja kipindi anaongea, walikuwa watu wawili, yule mmoja kuonekana mama, yule sio sio sio nani sauti ile ina maana alikuwa zaidi ya watu wawili, watatu, wawili, watatu au wanne. Uwezi ukasema hivi kwamba aliyevujisha hizi sauti ni mtu mmoja alafu ile inaonekana sebleni, yani zile sauti ukizisikia, ile sebleni. Alafu inavyoonekana kipindi anaongea maneno aje, alikuwa amerelax, kavua dishati, amekaa pale kwenye masofa yake, juu ya masofa anaongea ndo kakajua osha yake kashashiba tena ndondo wali. A e. Unaweza kuongea mtu e, vya ajabu sana sasa, baada ya taarifa ambazo zilikuwa zinahusisha uh, kusema kama Haji, uh, Haji Manara mm, zile voisi kwamba watu wanasema na, zimevujishwa nani na sasa Zaiylissa bwana akayamwaga kupitia instagram page yake na kupitia insta story eh. Kwanza alianza kuandika, baadaye akaposti kabisa kupitia instagram yake, na aliyamwaga kweli kweli, ulikuwa unasoma mpaka jito lina kutoka, na mimi nimesoma hizi Zailisa, mpaka machozi ntalia nayo, inatosha sasa ukae kimya okay, na mtu mzako unaye okay, akae kimya yani, mtu ambavyo atakapokuwa mm, eh, na kusema adabu wo, utakapokuwa unazidi kumjibu, sasa wote hamna akili, ange nyamaza kimya tu Una, kwa nini ukinyamaza kia? Napata shida gani wewe, mpaka uandike mlolongo mrefu? Naambia mimi siwezi mimi, wewe ukinitafuta mimi nakutafuta yani, kama unanitafuta nitakutafuta tu, yaishi. Yaani yataisha huko mitandao. Yani, bato tu bato. Bato tu bato. Na nanukuu kile ambacho amekiandika Zaiylissa kupitia ukurasa wake, yeah, wa Instagram Ameandika hivi mm -hmm. Kukaa kimya na kuendelea na maisha yangu bila kuongelea popote, ndo hasa lilikuwa lengo na ni kawaida yangu. Nikitoka kwenye maisha ya mtu natoka mazima, lakini naona baba unayazua mno. Please, hebu naomba uniache tafadhali. Mimi si mwanamke wako wa kwanza, mpaka umefika huo umri una ndoa sita na mahusiano yasokuwa na idadi maalum sasa kuachana na wewe isiwe tena nongwa na kunifanya shimo lako la takataka kuja kutopia kila uchafu wako mm, kachoka kufanya wewe takataka shimo la takataka amechoka, Zaiylissa. Achwe kwa uchafu gani? Achwe binti wa watu, bado mdogo. Kwa uchafu gani ambao yeye anatupia kila uchafu? Ndoa sita. Lakini unajua, unajua hivi kwamba kitu ambacho yeye Zaiylissa anaongea. Okay. Mm. Unaona? Yeye yeah, inabidi tu anyamaze hey, kwa sababu akisema kwamba yeye mimi sio mwanamke wa kwa kwanza si ulilazimisha kwa ule. Yaani wewe ukinyamaza ukinyamaza unaonekana kweli. Yaani shida iko vipi? Kuna vitu vingine anaandika pia anakosea. Vipi? Yaani wewe ukija huko unasema adabu adabu adabu adabu mgomvi sana. Mimi sio mgomvi. Nikinyamaza na kweli mgomvi. Kwa nini? kisa mimi sio mgomvi wala mimi ni kweli mimi sio mgomvi. Lakini hivi <coughs> hivi mnapo endelea kujibishana watu wanawashangaza. Jamani, ndio maana wameachana. Watu wana mdomo. Mm. Umeona? Kaandika tena. Unavyosema mimi ndo nimekurekodi na kuuza ili nipate kodi. Allahu akbar. Ah, mm. Kashusha mikono kiarabu juu, Allahu akbar Mungu mkubwa jamani, eh. <laughs> Mbona simple tu, teknoloji imekuwa sana nowadays mredi really. Kwa gharama yoyote ile, tufuatilie hizo voice zimetoka kwa nani. Usitaki kunitia ubaya mpya, mara hivi, mara vile, sitaki kiukweli Yaani unavyoniongelea hiyo talaka asifu, nilikuwa nataka sana iondoa bro. Wewe shahidi kuto, ulikuwa unalalamika kuwa na kudai talaka kama wimbo wa taifa, na ni kweli, kuishi na wewe yahitaji mtu jasiri sana, Rushaina. <laughs> mm -hmm. alikuwa jasiri, Zaiylissa jasiri, lakini ujasiri mwisho wa siku unaacha uh, uh, ujasiri. Eh? I kuna vitu vipo, yani ni cha ndoa sita, mi bado ninachoendelea kumnanelea Zaiylissa, yeye kipindi kile mwenzake ameacha, ingebidi na yeye avumilie. Unajua, nakwambia hivi kwamba umekutana na mtu usikimbilie kwenda kuolewa. Ukikumbuka, Rushani alisema hivi kwamba yeye na jimanara mm. alikimbilia tu, lakini hakumchunguza. Ndo stara ndo stara, na yeye kabla ya kwenda kuolewa ingebidi afaje amchunguze mtu kwamba mwenzangu ametoka wa wenzangu wametoka, unaona. mm -hmm. Kuna tatizo gani mpaka wenzangu mfanye wametoka? Kwa hiyo yeye anaposema hivi kwamba kukaa na wewe sijui hahitaji ujasiri sijui nini, alilazimishwa kwenda, sianenda mwenyewe kwa mikono yake sisi, nakwambia ndo astara, yani, e, yani unapokuwa nje, unajua hata uwanjani we ukiwa unaangalia mpira Simba na Yanga uh -huh. ukimwona ahua anakimbia pale anapiga mpira ah, chizi uh, mwana na kosea kwa... ingia wewe ucheze sasa sasa, ukiingia ndo obo... unajua mchezo uko vipi, umeona sasa mm. kwa hiyo inabidi na yeye ameshaingia. uh -huh. Inamaana amejua kwamba huku kuna moja mbili tatu, anyamaze hasa. hmm. Ndoa sijui kukaa na wewe imefanyaje? na na yeye mwenyewe, kukaa na yeye mwenyewe ni shida. Asiseme tu mwenzake, hata yeye mwenyewe kukaa naye shida bana bana. Hapa kazingu akaandika kurasa ya tatu. uh -huh. Iko hivi, hebu niache basi ka unajua, mnakisema ka ka. Hey, yani kachoka ka. uh -huh. ka. Kama nimeondoka na figo lako kitu gani? kwani mbona kinganga kwa aa namonaaahih si usiki na hizo voice kukurekodi, alafu sicho kijua. Umejiweka kwenye kona mbaya mno, una maadui wengi sana kutokana na mdomo wako mchafu. Mdomo mchafu wewe Uchafu wa aina gani uko? Amesema mdomo mchafu, ajamaanisha ka mdomo wenyewe mchafu? Kamaanisha mdomo, akisema hivi una maneno labda kashfa. Amesema mdomo, jamani, mdomo <laughs> zingatieni mdomo, kwamba mdomo wewe unakumaanisha vibaya Eh, mtu akwambia kwa mfano mi, ah, mimi ngoja mimi nakwambia funga bakuli lako. Nimekwambia kufunga bakuli la poti au bakuli la ugali, umeniambia ah, nifunge bakuli, ina maana ni hapo nilikuwa labda naongea funga bakuli lako, naelewa nini ni na eh, eh. Nilini, mdomo lakini, jamani mtu akakwambia mdomo mchafu kwayo, jamani mdomo mchafu, mi sija <laughs> mdomo mchafu zingatia, mdomo mchafu <laughs> <laughs> ah, ana mdomo mchafu, utaelewa nini? Kwa haraka haraka, sisi, unaongea maneno mabaya, hapana adabu. Haya, sawa. Akaendelea mm -hmm. kwa kuandika, watu walikuwa wanalichukia hadi mimi nilipoolewa na wewe, alhamdulillah. Jamani, nashukuru. Kashukuru binti mm -hmm. binti katua mzigo mzito sana kichwani eh. nakwambia nimetoka kwenye chuku eh. Hapa anataka kusema chuki, unajua ana hasira, anakosa kuandika Mm, nimetoka kwenye chuki za watu ambazo zilikuwa hazina sababu kwangu isipokuwa kwa sababu yako. Jifunze kuishi na watu, umri ushaenda mm. We, kila mtu kwako mbaya, kila mtu agombane tu yani, anaku, yani mm. Na wewe jitafakari hapa sasa, binti mdogo amna kitu kibaya kama mtoto mdogo anakuambia jitafakari yani, anakukumbusha kuhusu umri wako mbaya, hiyo mbaya sana, unakana yani, mbaya kweli kwa sababu anakuona yani wewe sijui ni sema, jamani mimi kuna dogo nisha kumpaga hela kuna siku kwenye mtaro na ruka, kuna sponge. Sponge ika kama tofali mm. ile tofali maji mm. mm. Mtu atakaniambia fikiri kabla ya kutenda, kitoto cha shule ya msingi, sasa akaandika kurasa nne busy <coughs> mm. kuhudumia wageni hata iko kibunge ulichokiunda, eh, kwa kunanga watu nilikuwa naingia na kutoka. Leo hii kwenye kikao cha watu zaidi ya 20 uje useme Zainab, mimi ndio nimekurekodi. Ah, tafadhali bana, mimi ningetaka kukurekodi na kufanya unavyosema, we si ungechanganyikiwa? Mbona mm. haya watu wote waliowasikia madogo sana najua mangapi hivi niambie kabisa kuuza habari zako wewe, si utakimbia nchi wewe? Mbona pale hujaropoka? Yani Waiyo, kumbe wakati hii anarekodiwa Zailisa alikuwepo, msema kwenye vikao vyake vya kusengenya e, e, e. Maana akasema kikao cha watu zaidi ya ishirini, uje useme zaeda mimi ndo nimekurekodi. Kwa hiyo kuna kikao cha watu kama zaidi ya ishirini

na alokutuma useme watu ni nani tena, uh -huh. Ulivyouna uoga wala aibu, uoga uh -huh. E, wala ihisani, uchagui, ubagui, unasema hadi wanaokupa riziki, kamdomo, kamdomo, kamdomo, kamdomo hasa hapa. Nafunga mjadala, naandika case closed. Nimefunga mjadala. <coughs> Naomba kila mtu aendelee na maisha yake, tusifatane fatane. Umezidi bana, na uache kupiga na uache kupiga pigia watu wangu simu, ukuta kunisilibia, wanakurudisha huku wanakurudisha huku, yani unanisilibia, unakurudisha. Anamwambia watu bana, bana hivi na hivi, wanamwambia bana, jamaa katuambia hivi Mm. Ah, kwa hiyo wewe mwisho wa siku anajikutana nayo, anawambia watu yeye anamfikia ah, ina maana kwamba watu waliokuwa nao ni wanafiki, wanafiki wanamnafiki, mm. Ndio umekuta tu watu hawana huo Swahili ungesutwa kila siku kazi na umri bana, afika kwa kimoja cha kucheka hivi mwanaume, mwanaume, mwanaume, mwanaume unaambiwa utasutwa, tasutwa ah. Na licha ya kusutwa, afu tena mwanaume mwenyewe yani ah. Bana, nice. Sikiliza, mimi nikwambie kitu kimoja. Jamani. Kuongea umbea kawaida, kuongea tu umbea kawaida aa, lakini sio umbea ya kawaida umbea... wa, yeah, mbea na kusengenya no. Watu huyu huyu huyu alikuwa asengenyi, ila alikuwa anasema watu. Kwa mfano kama ile klipu ambayo tunasema Ali Kiba alikuwa asengenyi, kaongea kaongea kitu cha kitu sio kibaya, kitu ambacho mtu la akakiongea kokote lakini

Mm -hmm. Akaambia wallahi billahi mimi nimefika Nigeria na mtoto hamna kitu kabisa. mm -hmm. Akaanza kuwaponda watu wote, ndio si umeelewa? Ni kitu ambacho unakiongea sio fomo, yani unakiongea kwa sababu upo na mtu fulani. mm -hmm. Kwa hiyo kuna mtu mwingine ukiwa naye uwezi kuongea kama vile. Ndicho ambacho Haji Manara ana mapenzi yake ya muziki mm -hmm. ana mapenzi na msanii wake usikute, mm -hmm. hapo kati yeye anaongea, kulikuwa kuna ubishani kati ya Diamond na Alikiba. mm -hmm si umenielewa. Kwa hiyo katika kuwasilisha kile ambacho kiko kwenye moyo wake na sehemu aliyopo, kama una kuna ile tulikuwa tunasoma nini ile walikuwa anahitaji ile mm. register mm. register eh? Eh. ni register ile mm. Eh. E sehemu na na sehemu ambayo yuko eh. na maneno husika. Hey. Eh? Eh. Kwa Haji Manara akiwa labda kwenye press na waandishi wa habari hawezi kuongea maneno kama haya. Utasikia labda anasema hey. Eh. Diamond anafanya muziki mzuri, Alikiba anafanya muziki mzuri atamaliza. Mm. Lakini <coughs> upo sebleni, mi mwenyewe nikiwa tunaongea, wewe wewe, siamini kwamba mimi naongea, nimekaa hivyo naongea, unakuta ile likuwa katika namna namba wewe anawasilisha kwake. Na kitu chingine, unajua watu tumemsema sana aje, mm. Umeelewa? Lakini ukisikiliza ile voice Mana kuna yule mwingine anashadidia kabisa. Ah so star. Yaani so, so star. Yaani so una. Yaani ukiwa una star, ukiwa una so star. Wewe unas... <imit> hata kama hapo umeona wewe, <imit> hapo unaweza kuwa unaongea kitu so star kapita mbwa hapa manunu. Watu watamsikiliza <imit> <imit> Manunu anasema nini? Wawe masepetu. Manunu kasema nini pale? Kwa sababu tayari yule. Sasa kwa hiyo ina maana hivi kwamba hichi kitu angeongea mwingine. Kingekuwa kawaida. Kawaida. Ila kwa kwa kaongea yeye. Hadi Manara kwa maana yake kimekuwa kikubwa. Pole sana. Mm, naomba kule na Jimana. Eh, kwa Jimana la mshoni kuna taarifa, kuna nani kaposti hapa. Nimeona di Imani maskini. Kaposti picha iko na nani? Miguu Mchemba, kipindi kile alikuwa na mama macho. Yaani, unajua kuna muda anaanza kuambia sawa, jamani, mnioneni huruma basi. Kumbukeni hata atasema kipindi hapa mimi napitia majonzi. Wa muonee huruma. Afu nimeona di nani leo, nani alikimbia. Kaposti photo.

Yani, ka... na, trigger, trigger na puto ambalo ukipuliza alinuki uametoboka ah. Yani, yani, yani, <coughs> sasa mm -hmm. E, tumewasilishia hilo lakini watanzania pia wana nafasi ya kuchangia yeah, kwenye hii mada ambayo tumekuletea leo kuhusu Zaiylissa na Manara, hivi kwa upande wako tu unavyoiona ishu inavyoenda, mii binafsi navyoona, binafsi yangu mimi pipipi mimi mm -hmm. Mi naona kama Zaiylissa ana makosa. Zaiylissa ni binti tu mdada eh, Haji Manara kashakomaa kiakili, ana ukomavu mkubwa, kashapitia mengi ah, yule bado bado ni bado ana miaka 15, ah yani bado, yani sio, yani kisa bado na manishaje bado nini? mhm, yeye hajakutana na vitu vingi, yani Manara kashakutana, maana yule alikuwa anasema ana, ana, ana, na watu karibu ni laki ngapi tim... yeah, uh... timpinzani tu inamsema Manara na bado yupo, yuko strong. Kwa hiyo yeye akisemwa kwamba atadondoka au atabado mtu anaandika se zote hizo Instagram utasema mtu bado hapana, jamani. Vita anaiweza. Ivyo nakumbuka, apo nikaga message zake. Hizi lakini dunia nzima alishangaa huu nani unaona eh. Kwa maana nakwambia ukiona vita anaijua mtu ambaye vita ijuu utamuona tu ungei yeah, okay. mm -hmm. amnyamaza zake kimya. Huyo ndio tunasema vita. Mtu kabisa, Biza Imani anashika simu yake, ana type na kwambia huyo vita anaiweza, anahitaji kuonyesha ameumia, kaumia, kwamba na yeye vita anaiweza. Sasa mm, hapa nimeona hii mwishoni, wakati Manara ameposti picha yake hapa, akaandika I'm sorry, wote niliwakwaza jana, na natafuta nafasi na muda sahihi wa kuja kuomba radhi rasmi. Ale ni rekodi tayari, nimemsamehe msamehe, tu tumwachie Manani ambaye ni hakimu wa haki. Ndio nazo dua hizi nazo mm, ameongea ni mtu nazoamongea mtu mzima. Hicho ndio kinatakiwa, muda unaongea alafu unajikanyaga mwenyewe, kama hiyo mtu akurekodi. Mimi naomba tafadhali, msinirekodi, na ndio maana unaambiwa hivyo, kwenye watu wengi pana mengi kabisa yani, yani we unaweza ukajua, unaongea naogopa sana adabu mkiwa mnapiga stori. Hata shuleni ilikwepo yani, unakuta mnachangia mada, mwingine anafanya tu, yani we unaongea yetu, alafu tena alivyokuwa mjanja, ukiongea kitu kama hajasikia anasema amefanyaje aipate? Hey. Hey, vizuri. Hey. Sawa hey. Basi sisi tunamaliza mjadala wetu, lakini mm. za ndani kabisa ni kupe kwamba Zaiylissa msanii wake pendwa na nyimbo wake pendwa ni Alikiba mm. hmm. Hey. Yani natamani natamani <laughs> na Haji Manara natama, natamani, natamani, natamani, natamani. <laughs> Mungu afanye shwa alete shani yake natamani Alikiba vile vile alivyo vile vile vile amchukue Zaiylissa amoe, awezi chukua vitu vya ajabu eh? Aenda kumchukua Mombasa, ilikuwaje Mombasa? Mombasa ikwa na nini? So binti anaolewa kibri tangu tu tu kule Mombasa, wanafikiria ea, Mombasa akumpenda a hawezi, yule hawezi kuchukua vitu vya ajabu, yani huyu atafuta <coughs> tu mzungu mwingine, basi maisha yende, au waimba singeli ndio type zake eh. Waimba singeli, wazungu anakuja kufunga midomo nyinyi na uyo, <laughs> hapa alipo hapa na huyu na nywele zake za Kiarabu, <laughs> mimi niko hapa <laughs> niko hapa serious, niko hapa, mtakuja kuona Zaiylissa tumekata. Subiri bana, sisi tuna sign out lakini yeah, maoni yako ni muhimu sana juu ya hiki ambacho tumekusogezea mezani siku ya leo juu ya Zaiylissa na Manara, kwako nani anao sahihi, hey, wa kuongea na kuhisi kwamba ameonewa nani ana haki ya kuzungumza iko Zaiylissa au Haji Manara Manara, na watuambie. Je, wenyewe wanavohisi hizi voice, voice. Mm. Ni nani amehusika kuta mm. kina mawa ana vyanzo vingi anaingiaga mule kwa, kwa nani eh, nasikia kwa, ba, mdogo wake, kwa, kwa Manara? Eh. anaingia mule kuna siku kapost sipisha na kula babu eh. e eh, sina sign out bwana <laughs> Hope so tayari umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili kwa kwanza kupata taarifa zetu. Tunasaini hapa table out. bye bye.